Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya pili. Karibu tena kwenye maelezo ya Biblia kila siku. Sura ya kwanza iliisha kwa Sulemani kutiwa mafuta kuwa mfalme, huku jaribio la Adonia la kuchukua mamlaka likishindwa. Sasa katika sura ya pili, Daudi anatoa maagizo yake ya mwisho, anakufa, na Sulemani anaanza kuimarisha ufalme wake kwa kushughulikia wale walioweza kutishia kiti cha enzi. Daudi anaanza kwa kumwita Sulemani, Akiwa dhaifu anamwambia mwanawe, ninaenda njia ya watu wote wa duniani. Huwa imara, uwe jasiri kama mwanaume, na uzishike maagizo ya Bwana Mungu wako. Tembea katika njia zake, shika sheria zake, amri zake, na maagizo yaliyoandikwa katika sheria ya Musa, ili upate kufanikiwa katika yote ufanyayo. Ndipo Bwana atatimiza ahadi yake kama wazao wako watatembea kwa uaminifu mbele zake, hutakosa mtu wa kukaa katika kiti cha enzi cha Israeli. Lakini Daudi pia anataja watu maalum ambao Sulemani lazima awashughulikie. Kuhusu Yoabu, Daudi anamkumbusha Sulemani kwamba Yoabu aliwaua Abneri mwana wa Neri na Amasa mwana wa Yedheri, akamwaga damu isiyo na hatia wakati wa amani. Anamwonya Sulemani asiruhusu kichwa chake chenye mvi kishuke kaburini kwa amani. Kuhusu wana wa Bazilai, Daudi anamwomba Sulemani awaonyeshe wema wana wa Bazilai Mgileadi kwa sababu ya uaminifu wao alipokimbia Absalomu. Kuhusu Shimei, Daudi anakumbuka jinsi Shimei wa kabila la Benyamini alivyomlaani sana alipokimbia Yerusalemu. Ingawa Daudi aliapa kutomuua, anamshauri Sulemani atumie hekima na asimwache Shimei bila kuadhibiwa. Baada ya kutoa maagizo haya, Daudi anakufa na anazikwa katika mji wa Daudi. Alitawala miaka 40, miaka 7 Hebroni na miaka 33 Yerusalemu. Sulemani anachukua kiti cha enzi kwa uthabiti, lakini bado kuna vitisho. Kwanza, Adonia anarudi tena. Kumbuka, Sulemani alimwacha hai katika sura ya kwanza kwa masharti ya kuwa mwaminifu, lakini Adonia anamwendea Bathsheba na ombi kubwa. Anaomba awe Abishagi Mshuneni, yule mwanamke kijana aliye Daudi katika uzee wake. Bathsheba, bila kuelewa maana ya ndani ya ombi hilo, analimpeleka kwa Sulemani. Lakini Sulemani anaelewa mara moja kuwa kumua Abishagi, aliyekuwa karibu na Daudi, kungeimarisha madai ya Adonia kwenye ufalme. Sulemani anajibu kwa ukali: kwa nini unaomba Abishagi kwa Adonia? Unaweza pia kuomba ufalme kwa ajili yake. Sulemani anaapa kwamba Adonia atawawa kwa njama hii. Adonia anauawa na Benaya mwana wa Yehoyada. Kisha Sulemani anamshughulikia Abiadhari, kuhani aliyemuunga mkono Adonia. Anaokoa maisha yake kwa sababu aliwahi kubeba sanduku la Bwana, lakini anamwondoa kwenye ukuhani na kumrudisha katika nchi yake ya Anathothi. Hii inatimiza neno la Bwana lililonenwa juu ya nyumba ya Eli. Yoabu anaposikia yaliyotokea, anakimbilia katika hema la Bwana na kushika pembe za madhabahu. Lakini Sulemani anamwamuru Benaya amue hapo hapo. Yoabu anazikwa katika nchi yake mwenyewe, na Benaya anapandishwa cheo kuwa mkuu wa jeshi. Sadoki kuhani anachukua nafasi ya Abiadhari. Hatimaye Sulemani anamgeukia Shimei, anamwita na kumwamuru ajijengee nyumba Yerusalemu na akae huko, asiende mahali pengine. Siku atakayovuka bonde la Kidroni, hakika atakufa. Shimei anakubali na anaishi Yerusalemu. Lakini baada ya miaka mitatu, watumwa wawili wa Shimei wanakimbilia Gathi. Shimei anaondoka Yerusalemu kuwafuata. Sulemani anaposikia, anamkabili. Je, sikukuamuru kwa jina la Bwana usiondoke? Umejiletea hukumu mwenyewe. Shimei anauawa. Na hapo maandiko yanasema ufalme ulikuwa umeimarishwa kikamilifu mikononi mwa Sulemani. Sura hii inaonyesha pande zote mbili za uongozi. Kwa upande mmoja, Daudi anamkumbusha Sulemani kuwa mafanikio hutoka kwa utii kwa Mungu. Kwa upande mwingine, Sulemani lazima ashughulikie maadui na vitisho kwa hekima na uthabiti. Ni ukumbusho kwamba kutembea na Mungu kuna hitaji uaminifu kwake na ujasiri katika matendo. Na huo ni wafalme wa kwanza sura ya pili, maagizo ya mwisho ya Daudi, kifo chake na kuimarishwa kwa ufalme wa Sulemani kwa kuondoa vitisho kwa kiti cha enzi. Asante kwa kutazama maelezo ya Biblia kila siku. Jiungeni nasi wakati ujao kwa sura ya tatu, ambapo Sulemani anaomba hekima kutoka kwa Mungu na anapokea zawadi iliyo kuu kuliko utajiri au mamlaka. Usisahau kupenda video hii au toa maoni yako. Jisajili kwenye channel yetu ili uelewe upya jinsi ya kuisoma Biblia pamoja na hadithi nyingine zilizojaa msukumo, motisha na mafunzo ya kina ya kiroho.